Uhali gani, mtazamaji wa Almasi Digital, natumai ubuheri wa afya, na kama hauko vizuri nikupe pole na Mwenyezi Mungu akupatie nguvu. Karibu tena tuyaangazie masuala mbalimbali ya michezo. Jina langu ni Teditino Nyuma ya kamera yuko Myahudi Poison, na siku hii ya leo tunakwenda kuzungumza na afisa habari wa klabu ya KMC wana kino boys, Khalid Chukuchuku, nataka tupatie e, yanayoendelea katika klabu yake mara baada ya mchezo wa jana, kitu gani ambacho kinaendelea, na mambo mengine mengi kuhusiana na KMC FC. Wana kino boys, mmeamkaje leo? Tumeamka fresh lakini sio sana kinyonge. Tumeamka fresh lakini sio sana, wapangaji wamekufanyia vibaya mm, wapangaji wa jeuri waliweli. Mwenye nyumba kupigwa na mpangaji sio kitu kizuri, poleni sana. Tunashukuru. Sawa bwana. Uh, magoli mengi sana kwa Yanga mnapokutana na na timu hii, kulikoni? Mechi ya mwisho goli sita, jana goli nne, lakini ni kwa moja kwa moja kwa moja. Ah, kwanza ni matokeo ya mpira. Unajua, unapokutana na timu Uh, kubwa kama Yanga na wao kujaribu ku dominate game kwa kupishana hmm, nao katikati hmm. It obvious uh, kitatokea kile ambacho kimetokea jana au michezo mingine. Uh, Yanga wako na timu nzuri wako na investment nzuri, lakini wako na technical bench nzuri. Kwa hiyo tumepoteza mchezo, sio kwamba tuna timu mbaya, tuko na timu nzuri lakini tumezidiwa mbinu na ufundi na Yanga, lakini tunaamini kwenye michezo ijayo tutafanya marekebisho na tutaweza kufanya vizuri yanazungumzwa mengi mara baada ya mechi ya jana. Tuanzie kwanza kwa kocha, maisha yake yako vipi? Kwa sababu mambo mengi yanazungumzwa kusiana na kocha kwamba huenda sasa mnakwenda kumalizana naye mara baada ya mechi ile ya jana. Bado kocha ana mkataba na timu na, na management bado ina imani juu yake. Kama ikitokea kuna mabadiliko yoyote kwenye hilo, nitaweka wazi, nitaambia Tanzania kupitia kwenye page rasmi ya club hmm. kwamba kocha tutaendelea naye, lakini so far kocha bado ana mkataba na timu na tunamtazamia kwenye michezo ambayo inakuja. Kwa hiyo haya yanayoendelea sisi tuyachukuliaje? Hizo ni rumors za mitandao ya kijamii ni kawaida kwenye mpira, hivyo vitu vipo, lazima watu waandike, lazima watu waseme, lazima nini, lakini sisi KMC hatutambui hizo taarifa bado. mm. Na nyinyi kama uongozi mna mnakionaje kikosi chenu lakini pia chini ya kocha eh, Maximo, mpaka hivi sasa mwenendo wake. Wow. Nikisema hapa mwenendo wake mzuri, ni mzuri nitakuwa ni mnafiki. Kila mtu anaona tumepoteza michezo mitano mfululizo. Tafsiri yake team kijumla kiujumla mwenendo wake sio mzuri chini ya mwalimu Maximo Maximo. Nikisema team, hmm. ile you know, kiongozi mkubwa kwenye technical bench ni kocha mkuu. Kwa hiyo kama timu ifanye vizuri automatically na kocha kwa pia afanye vizuri. Kwa hiyo mimi pia nakiri kwamba timu ifanye vizuri michezo mitano mfululizo. Uh, ni sehemu ya mpira wa miguu lakini, hmm. kitokiwa too much sana inakuwa inaboa. Kwa hiyo hmm. tunaendelea kuangalia wapi kuna mapungufu. Itokea, tunaona kuna mapungufu, basi naweza kufanya makaribisho. Naweza kaa mapungufu yasiyo ya kwa mwalimu yakawa kwenye wachezaji au naweza kasia ya wachezaji yakawa kwa mwalimu hmm. ya tutaangalia wapi kuna fault ndio tulekebishe hiyo fault. Wewe ni mtu wa boli, hem, tuzungumze sasa kama mchambuzi. Wewe ukitazama kilicho kosesha eh, jana ukitazama shida unadhani ilikuwa ni wapi, na hata katika mechi ile iliyopita shida unadhani ni nini? Yani ukitazama tuzungumze kama mchambuzi sasa. Uh, ukiangalia kwenye michezo miwili ya mwisho ambayo tumecheza Magoli mengi tumekonsidi kwenye half, kwenye kota ya mwisho ya mchezo. Hmm. Kwenye dakika 15 za mwisho, 15 hmm, za mwisho. Mwisho. Lakini ni kitu pekee ambacho mwalimu anaweza akarudi kwenye uwanja mazoezi na kuambia kwamba huwa, tuna lack concentration kwenye dakika za mwisho na mm, kitu ambacho kimepelekea tumepoteza jana mchezo. Tumeconcede kwa mpaka dakika ya 70, mchezo ulikuwa moja moja moja moja. ah Uh, Yanga wakapata bao la pili na baadaye wakapata penalty, wakawa wameua mechi automatically. Tulishakuwa kuwa nyuma tofauti ya magoli mawili, na mechi ipo dakika inabaki dakika 10 au 20, tafsiri yake ya hiyo mechi imeisha, mm, kiufundi. Kwa hiyo waliweza kumaliza mechi na goli la 4, ni goli ambalo limefungwa kutokana na kwa mini mechi imeisha, watu wameifunga bawalan. Tunakwenda katika international break, ni kitu gani ambacho kwenu nyinyi kinaendelea, timu na vitu vingine? Je, mmetoa mapumziko ama bado mmejichimbia kambini, mnaendelea kujifua zaidi? Of course hapa sizani kama kuna muda wa kupumzika, kwa sababu timu iko katika hali mbaya hmm. tuna muda wa kupumzika Wazazi watapumzika leo tu, kesho watarejea kwenye uwanja wa mazoezi kwa sababu ndani ya wiki moja mm, tuna mchezo mwingine mkubwa na mgumu dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo huwezi mm, kuambia watu wakapumzika wakati kuna mechi kubwa dhidi ya JKT Tanzania. Majirani kabisa hapo, mm, hiyo Kinondoni dabi hiyo, mm, mbunju dabi, mbweni dabi, kwa hiyo ni mechi ngumu, timu mbili ambazo zina uwanja zinakutana, kwa hiyo ni mechi ngumu, uwanja wenye taa. Eh, ugumu mwingine unakuja kwa aina ya kocha ambayo JKT wanaye ni kocha ambaye alikulia KMC hapo kwa hiyo hiyo pia inapelekea mazingira ya mchezo kuwa mgumu zaidi. Na bila shaka mmewatazama wapinzani wenu wakicheza juzi na Simba Sport mm Club. Wewe umewaonaje? Mna wamudu? Wanacheza vizuri, na mi nina moja ya kitu ambacho na kiusudu, ni ile benchi ya JKT kiongozwa na Ahmadi Ali. Kuna mtaalamu pale wa kusoma video anaitwa Enzo Faraji Raymond, fitness coach na technical benchi zima la JKT wanafanya vizuri Mechi nyingi wamefunga gol. Kosa pekee ambao walikuwa nao wa konoro JKT nao wana concede kila mechi, wame concede bao. Tunafunga lakini tunafungwa, wanafungwa. moja ya timu ambayo ime concede mabao kwenye kila mechi ni JKT Tanzania. Nadhani kama wamecheza mechi sita, nadhani wame concede mabao sita, hivyo hivyo, kwenye kila mechi wame concede bao. Hiyo inaweza kuwa ni fault ya mm, lakini general, wana timu nzuri, wamefanya usajili mzuri, lakini haitokuwa surprise kuwafunga. Mechi, heavy nyingine. Mechi nzuri, mechi ngumu, mechi nzuri lakini uh, sio 100% lakini we hope tunakwenda kuamka kwenye hiyo mechi. Chukuchuku, shauku kubwa ya wanakinondoni ni kuona Santiago Bernabeu inaanza kutumika lini usiku. Tumeona juzi una siku litupostia pale taa kama kututamanisha. Nadhani bado tu namna ya kuzibalance, kisha balance. Baadaye tutapeleka ile fixed ya yetu, kwa hiyo ni mchezo wa usiku. Kwa hiyo, wanakino boys, joto la mchana mnalikimbia, eh. Sasa tukao tunaangalia mpira na hali ya hewa nzuri imetulia, juice, popcorn, mambo mazuri kabisa, na hata kelele za waandishi pale juzi taisha na ugea, okay, nini, ila mambo yatakuwa yameenda sawa kabisa, bwana, hongereni sana pengine. Uh, zungumza na wana Kino Boys, unawaambiaje katika hali kama hii ambao wanatamani kuona timu yao ikifanya vizuri lakini mambo yanakwenda nivosi. Wana Kino ndio kwanza watakiuka tamaa. Mathematical bado, sisi tunaweza kuwa mabingwa bado mathematical. Na teams zingine zinaendelea kukusanya mathematical ndio mm. Mm. Sisi tunaweza kuwa mabingwa kimahesabu. Sisi tunaweza kuwa, tuna pointi tatu bakiwa na michezo ishirini na sita ishirini na nne ishirini na nne mara tatu, tunaweza kushinda 72 plus tatu, 75 Kama tutashinda michezo yote kuanzia na JKT na yote inayofuata, tutaweza tutamaliza na pointi 75. It's obvious tofauti ya bingwa wa msimu uliopita ambaye alimaliza ligi akiwa na pointi themanini na moja itakuwa na pointi sita tu. Kwa hiyo tunapambana kwanza, tushinde michezo mingi kadri tunavyoweza, lakini bado tuna michezo ishirini na sita ya kupambania pointi sabini na tano inawezekana. possible. hata ukikosa zote sabini na tano unaweza kupata thelathini. ligi iko heavy lakini. uzuri wananifunga na wao wanafungwa wanaoshinda na Yanga, wanafungwa na JKT. JKT anafungwa na Coast. Coast anafungwa na Tanzania Prison. Kwa hiyo huko ndani kuna mambo mengi sana, unaweza shangaa. Mimi siku nimeenda sehemu nikapata tatu kama za William za mezani. <laughs> Hey, kila kitu <kutukuna> <laughs> hey. Hey. Chukuchuku, mimi nikushukuru kwa muda huu, okay. Huyu ni afisa habari wa klabu ya KMC tukizungumza naye yale ambayo yanaendelea. Jana wametoka kupoteza mechi mbele ya Africans katika uwanja wao nyumbani mechi yao ijayo ni dhidi ya JKT Tanzania. Ni kipi ambacho kitatokea? Tuendelee kusubiri kuhusiana na rumors za kocha wao Maximo eh, kuondolewa katika eh, timu hiyo, taarifa zikoje? Tuendelee pia kusikia. Tumemsikia hapa akijibu kwamba eh, kukiwa na mabadiliko yoyote ya benchi la ufundi na mambo mengine watatoa taarifa. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera alikuwa poison endelea kufuatilia Almas Digital.